kwa ajili ya viongozi wetu ambao wako kwenye ma ma madaraka na wengine ambao wako kwenye mitaa yetu, wilaya, vijiji na vitongoji, kwa sababu sisi inabidi tuwainue na kuweza kuwaombea au kutoa shukrani kwa ajili yao, ili waweze kufanikiwa katika kazi zao. Ushauri wangu kwa Watanzania ni kwamba tusiwe na moyo ambao ni wa kuwaombea mabaya, bali tuwaombee mazuri, wazidi kutenda mema, ili na wao waweze kupata nafasi ya kuwa na ujasiri katika kazi yao au utendaji wao wa kazi. Majina yangu ninaitwa Habari Njema Halisi, ni mzaliwa wa hapa hapa Kantale. Nimeelewa kwamba kulikuwepo na nyongeo ambayo, inawezekana hilo nyongeo tulikuwa tunalisababisha sisi wenyewe kwa kuwaombea mabaya wale viongozi wetu, na kweli wakawa wanashindwa kutenda kwa haki. Kinachotakiwa kufanyika ni nini? Sisi si, tunatakiwa kuwaombea au kuwainua katika maombi au shukurani, ili ziweze kuwasaidia katika majukumu yao ya kila siku, waweze kutenda kwa haki, hata ile katiba ambao wanakwenda kuitunga iwe katiba ya, ya manufaa kwa ajili ya taifa zima kwa ujumla. Kubwa zaidi mfano, labda tuna watoto tunawasomesha, na tunatakiwa kwa mbele ya safari wakafanikiwe sasa labda mwanangu amekuwa rais, amekuwa waziri, amekuwa mbunge na ngazi nyingine zinazofuata. Sasa ile nafasi sisi au mimi nikitumika, nikitumika kumwombea mabaya, kwa maana ya kumnyonga, automatically hatatenda kwa haki, atafanya yale mabaya, kwa sababu ya ile nyongeo ambayo naitengeneza mimi au tunaitengeneza sisi. Kwa hiyo natakiwa kumwombea, ili yale maombi moja kwa moja yatamwinua, yatamfanya afanye yale ambayo ni manufaa kwa taifa na jamii kwa ujumla. Kwa majina anaitwa Juanita Christopher mkazi wa Mgana, ndio kwenye lango la leo. Tumejifunza mambo mengi sana, hasa katika ngazi za uongozi wa serikali na ngazi za juu Kiukweli kiuhalisia, kwa sasa hivi tulikuwa tunaongea maneno mengi sana au tunawanyonga sana ma watu wetu wakuu wetu wa viongozi wetu wakuu wa ngazi za juu, unakuta maneno yanakuwa ni mengi sana lakini, cha msingi hapa cha kuomba, inabidi tuwaombee, maana hasa katika wakati huu tunaokoelekea ni wakati mgumu sana, wakati wa uongozi wa uchaguzi. Uchaguzi huu mkuu utakuwa na mambo mengi, maana kuna mambo mengi yanasemekana, mambo ya kiserikali, mambo tuna watuhumu sana viongozi wetu. Kiukweli tu inabidi tujikabidhi, tuwakabidhi kwa chanzo halisi, chanzo halisi aweze kutenda kazi yake, ili waweze kufanya kazi nzuri na utendaji wao wa kazi uwe mzuri. Kwa majina ninaitwa Mtekeleza Sauti Hekima Mema Halisi kutoka kanisa halisi la muumba mwenyewe ambalo makao yake makuu yapo Dar es Salaam, ila mimi nikiwa nimeaminiwa na Baba Harisi ambaye ni kiongozi mkuu wa kanisa hili, kuwa hapa katika wilaya ya Misenyi ndani ya tarafa ya Kiziba ndani ya kata ya Bwanjai, nikiwa kama msimamizi wa tarafa hii, mimi binafsi kwa uweli mkubwa ambao muumba tu yeye mwenyewe ameweka ndani ya baba Harisi na ufahamu wa sauti ambayo tunapokea kila lango kutokana na jamii ambayo ninaishi nayo na taifa kwa ujumla, mimi ninachokiona katika jamii ni jambo moja tu, kwamba wajibu wa jamii katika taifa ni kwamba hatustahili kulaumu kiongozi yoyote. Kwa sababu sisi kama viongozi wa dini au viongozi wa makanisa tuliopewa dhamana ya kusimama mbele ya wengine Mau, mahubiri yetu ni amani, ni upendo, ni kuzalisha kwa haki. Hasa hivyo vitu vitatu ndivyo nguzo ya kanisa alisi la mumba. Lakini kutokana na namna ambavyo e, wengi tumekosa unyenyekevu tu tunakimbilia kulaumu, ni kukosa unyenyekevu kwa sababu kitabu, kwa mujibu wa Efeso tatu kumi, akisemi kazi ya akisemi kazi ya mheshimiwa rais, akisemi kazi ya mheshimiwa mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya, bali kinazungumzia kanisa. Maana yake ikizungumza na viongozi wa dini kwamba ndio tumepewa mamlaka ya kuondoa falme na mamlaka ambazo zinasumbua katika ulimwengu wa roho sasa. Na huo ulimwengu wa roho ni vitu ambavyo mheshimiwa rais hata yeye mwenyewe havijui, hata mheshimiwa mbunge wenda havijui, mheshimiwa diwani havijui, kiongozi yoyote havijui, ila ni jukumu langu mimi kama kiongozi wa dini pamoja na viongozi wenzangu pia wa dini kuungana kwa pamoja, kulielewa hilo kwamba sisi kanisa halisi la muumba ni wajibu wetu tunaouelewa na namna ambavyo tumefundishwa kwamba kanisa halisi la muumba kazi yake kubwa ni kugeuza changamoto kuwa fursa, kwa sababu ndio tuna mamlaka ya kuondoa falme na mamlaka hizo ambazo zinaleta machafuko katika nchi au taifa au kwa watu mbalimbali mbali. Kwa maana changamoto ni nyingi katika jamii, isitoshi hata kwa upande wa ndoa. Tukizungumzia upande wa ndoa, changamoto ni nyingi, unakuta falme na mamlaka mtu katika upande wa ndoa, binti amekutana na kijana kumbe yule kijana katika uhalisia wa familia au ukoo kutokana na wale waenga, yule kijana au binti ni mlango wa familia. Ukisoma kitabu cha Hesabu kumi na mbili kwa habari ya ule mstari wa kwanza hadi wa kumi na sita tunaona Miriam na Aruni na Musa walikuwa watatu, lakini baadaye kadili walivyokuwa wanaendelea na safari walimkosoa Musa ambaye ni kiongozi wakapata ukoma kwa kuna ukoma ambao tunautengeneza sisi wenyewe kwa kutokutekeleza yale ambayo sisi inatakiwa tuyafanye katika jamii yetu au kwa viongozi wetu pia. Kwa hiyo huo ukoma ni wa aina gani? Sio ukoma kama ukoma tunaouona huu, lakini maana yake ni nini? Ni vitu ambavyo basi ilikuwa inatakiwa vitokee okay. havitokei okay. na tunajua kwa kawaida ukoma ni yule mtu alio katika vidole au mikono kwa lugha ya kawaida ni mtu aliyo katika vidole au mikono. Kwa hiyo na sisi tunatembea, hatuna vidole au mikono. Mikono ndiyo kazi inayobarikiwa. Kwa hiyo ndiyo maana tunajikuta tunakosa baraka kwa kulaumu viongozi. Hatustahili kulaumu viongozi, kwa sababu tukiwalaumu, tunapata ukoma kwenye biashara, na wengi wanashindwa kuelewa. Hata kwa habari ya wanafunzi wanaowasomesha, wanakosa ajira. Kumbe ni ukoma, badala ya kumuinua kiongozi anamlaumu ule ni ukoma. Ana mtoto amemaliza form six, yuko kijijini, kumbe angelimuinua yule aliyoko mbele, kutokana na kila alichokifanya kumuombea mema, kumuombea mazuri, ajira inafunguka kwa sababu upandacho ndicho unachovuna. Umenipata vizuri mtangazaji. Kwa hiyo basi ushauri wangu katika jamii, ushauri wangu kwa viongozi ambao ni wa dini, ni kuwaombea, tusichoke. Mtoto wako huwezi ukamtupa hata siku moja. Ndio maana hata ukiangalia mfano mdogo tu, una nguo yako usipoifua, hivyo utaivaa tena utaitupa? kwa hiyo basi, na sisi basi, kama tumeshamteua kiongozi au tumemchagua kiongozi, ndio maana uliharibu muda wako, tuseme tu kwa lugha hiyo, uliharibu mda wako wewe, ujaharibu mda, ujapoteza muda, ulikuwa unatetea haki yako, na muumba ndiye aliyemchagua kwa sura yako wewe. Maana wewe ni uhalisia wa huyo huyo muumba, na muumba ajipingi. Sasa itakuwa ni kitu cha ajabu utakapoanza kumlaumu kiongozi, maana yake unajikosoa mwenyewe. Ukisoma kitabu cha Mathayo ishirini na moja ule mstari kuanzia wa thelathini na tatu hadi ule wa thelathini na tisa. Utaona mpangilio wa viongozi katika majira zilizopita kuanzia kwa Musa mpaka kuja kwa Yesu, utaona walikuwa wanaua watu wanaua watu wanaua watu. Ile ni kitu gani kilichokuwa kinawaua kilichokuwa kinawaua ni wale ambao tu walikosa ufahamu, umenielewa? Waligeuzwa mioyo. Utakuta pale kuna habari ya shamba kwamba wanatupwa nje ya shamba, kila aliyokuwa anatumwa anatupwa nje ya shamba, anayeingia anatupwa nje ya shamba, anayeingia anatupwa nje ya shamba. Wale ni viongozi. Kwa hiyo na sisi hapa kwa levo yetu, shamba hili taifa, ni shamba la Muumba tumepewa na aliopewa na kuaminiwa kulinda hilo shamba ni Mheshimiwa Rais, sio mtu mwingine katika levo ya taifa ni Mheshimiwa Rais, lakini ndugu mtangazaji, katika levo ya wilaya ni mkuu wa wilaya ndio analinda hilo shamba. Sasa je, tumuue mkuu wa wilaya, tuchukue nafasi yake? Tumuue Mheshimiwa Rais, tuchukue nafasi yake? Jibu ni nini? ni hamna. Maana yeye anasema Muumba tukisha msii yeye, wale wabaya wataangamizwa. Ukienda mpaka kuanzia arobaini, arobaini na moja mpaka kuendelea wataangamizwa. Kwa hiyo basi, jukumu letu sisi viongozi wa dini tufundishe kuwapa uelewa, kwa sababu wale wale walioko katika jamii wako ndani ya kanisa. Sijui unanielewa vizuri, ndugu mtangazaji. Kwa hiyo basi, mimi kwa nafasi yangu sio mwanasiasa, na mi nashukuru kwa leo kunipitia, kuniona. Muumba amependa, labda iwe hivi, tukutane sasa kitu ambacho mimi nashukuru, nitasema tu kitu kimoja. Saa ambapo unaona kabisa wamekutanika wawili au watatu wakizungumza habari mbaya juu ya kiongozi, maana yake wametengeneza chumba cha kumnyonga. Hata kama hawana panga, hawana rungu, hawana mabomu, ila wameshatengeneza chumba cha kufanyeje, wanamnyonga tayari hapo sasa basi badala ya kufanya hayo mambo ya kuanza kuzungumza visivyofaa wakae katika shukurani au maombi timoteo wa kwanza mbili moja hadi nne inasema dua na sala na maombi vifanyike kwa ajili ya watu wote hasa walioko wapi madarakani ili tuweze kuishi maisha ya utaua utulivu na nini na amani. Kwa hiyo amani tunaikosa, utulivu tunaukosa kwa sababu sisi wenyewe tumegeuka kuwa chumba cha kunyonga yule tuliyempa kazi. Raisi ajajiweka, umemweka wewe na mimi mtangazaji. Yaani utakapokuwa unapiga kelele maana yake wewe ndio una tatizo, sio yule. Kwa hiyo ili muhimili wa bunge utunge sera ninayotaka mimi, alfajili na mapema ninaamka saa tisa ninaanza kufanya shukurani kuhakikisha wabunge hawajaingia bungeni, ili kwamba wanachoenda kukizungumza kinihusu mimi ninavyotaka. Kwa hiyo mimi ndio naamua, nataka kunywa soda, nataka kunywa juisi, nataka kula mandazi, ni wewe. Kwa hiyo basi uki, ukiwa kiongozi unamuona yuko sehemu fulani, huyo umemtuma akufanyie kazi, umenipata eh? Sasa usipoacha maelekezo kwa mfanyakazi wako wa ndani, we unazani atafanya nini? Atakosea. sijui unanielewa, ndugu mtangazaji? Atakosea. Kwa hiyo basi sisi basi, kwa sababu hatutaweza kufika kule, hatutaweza kufika kule, ila muumba anaenda, maana rais ni wa kwake. Atasema naye kwa namna anavyotaka na atamchonga vile tunavyotaka. sijui unanielewa, ndugu mtangazaji? Kwa hapo ni kwa ufupi. Kwa hiyo basi, tukubali viongozi wa dini, tukubali jamii kuondoa kukubali, kuwatoa wale tunaowapa nafasi kwenye chumba cha nyongeu, chumba cha nini cha nyongeu. Kwa hiyo tusiwo wanyongaji, kwa sisi ndio wanyongaji. Mimi hapa nikiweza kukusema wewe vibaya, tayari ncha kunyonga kumbe ni kitu tu kidogo tu. ni kidogo tu yani, hapa tu ni kukaa kwenye shukulani kukaa kwenye maombi kufanya dua sala, mambo yanaendelea. Hakuna kinachomshinda Muumba, sio mtu na mwanadamu. Nasemi uongo, ukisoma Hesabu ishirini na tatu, ishirini na tatu, wanasema hapana uchawi, hapana uganga, juu ya kanisa, juu ya taifa. Sasa unasemaje wewe, unasemaje wewe? kuna shida kwa hiyo jukumu langu ni mimi na wewe sasa, leo tufunguke macho ambao ni ufahamu. Kwa hiyo leo kwa mujibu wa Efeso moja nane, macho yetu yatiwe nuru, tusikimbilie kulaumu. Wa kulaumiwa wa kwanza ni wewe. Nadhani ndugu mtangazaji, naweza kukupa tu mfano mmoja. Una vidole hivi hapa vitano, kimoja nikikunyoshea wewe hivi, vingine kutazama vimenitazama mimi mhusika hivi vyote vinne ila kimoja kiko kwako. Sasa ndio hicho tunachokifanya katika taifa. Bila hivyo ukoma utakuwepo, njaa itakuwepo, shida zitatokea, adha zitatokea. Kumbe hizo adha ziko ndani ya wahusika sisi wenyewe, sio wale. Ushauri wangu mimi kama kiongozi wa dini, mimi nitoe tu wito kwa taifa, kwa jamii kwa serikali, wasiogope. Muumba anajitosheleza, amani ipo. Taifa hili wajue tu lina baba halisi, baba halisi ndio uhalisia wa muumba mwenyewe. Kwa hiyo basi taifa liko salama, wala hamna shida. Kwa hiyo ishirini ishirini na tano kama unavyodai ni kipindi cha uchaguzi, kanisa halisi la Muumba tuko tumejipanga sawasawa kwa ajili ya shukurani kwa ajili ya dua na sala na maombi. Tutajinyenyekesha kwa Muumba, atafanya Nyakati wa Pili ishirini kuanzia mstari wa kwanza yaani yote, jicho lake lipo taifa hili, moyo wa muumba uko taifa hili, kiti chake kipo taifa hili, kusudi lake liko taifa hili. Kitu usichokijua ndugu mtangazaji, ngoja nikufungue macho kidogo uelewe hili taifa ni la namna gani. Hali ya hewa ya mabara saba iko taifa hili.